E, msikilizaji, maneno yao matamu matamu matamu matamu ndani ya 89.2 FM, kikao ni cha sebuleni ukiwa nami Ogola Mjomba unatufuata e, na nashukuru sana kupitia Facebook yetu na pia wale ambao wanatufuatilia e, kutoka kwenye YouTube tunashukuru sana msikilizaji. E, naona e, wenzetu ambao wanatufuata pale sana, na tunashukuru sana, namwona presenter RK mwenzetu, eh, anasema great show eh, Tyler Bianca pia anasema great show. I mean yuko present Kondradi eh, asante sana msikilizaji. Siingili imani ya mtu yeyote, lakini naangalia tu kwa sababu ni jambo ambalo limeleta eh, hali ambayo siyo nzuri katika nchi yetu. Kuna maafa mengi, kuna kesi nyingi kotini, kuna uongo mwingi unaendelea, kuna watu wamehadaiwa leo hii wanalia, na ni kwa sababu ya hawa. Tunajaribu kuelimisha jamii pia, tukijielimisha sisi wenyewe, kwa ajili yako, kwa ajili yangu pia, ili tujihadhari na mambo haya. Utajuaje dini halisi ya kimungu, kwamba hii ni dini ambayo ni ya ukweli kwa Mwenyezi Mungu? Inategemea, inategemea. Sina jawabu sahihi, lakini kukupatia tu hali ya wewe kutafakari. Kwanza jiulize ukweli ni nini? Jiulize, je, ukweli ni nini? what is truth? Na sio rahisi. Wakati Yesu aliposhikwa, akapelekwa katika baraza la wazee, baadaye akapelekwa kwa Anania na Kayafa. Kuna wakati aliulizwa, je, wewe ni Kristo? Tuambie wewe ni nani? Yesu akajibu akasema, nimekuwa nikifunza bayana mbele yenu, yale ambayo nimeyafanya, nimeyafanya bayana mbele yenu Na ni kwa nini mnanishika? Nimekuwa nikifunza bayana mbeleni, sijaficha chochote. Maswali yenu niliajibu mbeleni. Nimekuwa nikifunza ukweli. Akaulizwa ukweli ni nini? Akaulizwa ukweli ni nini? Yesu hakujibu. Yesu hakujibu. Ni rahisi kusoma mahali hapo hakujibu lolote. Na ukasonga mbele. Kutokujibu kwa Yesu, hiyo Yesu hakujibu lolote ndio muhimu sana katika shughuli hiyo yote iliyokuwa pale. Hiyo kutokujibu, mbona hakujibu? Ndakujibu hivi, alijibu kwa kutokujibu. Ukweli ni nini? Swali aliulizwa, ukweli ni nini? Alijibu swali hilo kwa kuto ijibu? Kivipi? Kumbuka, alisema pale mwanzoni, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. So ukweli ni nini? aza kwa kuambia kwa njia nyingine munaiona, munaiona ukweli sasa. Alimwambia huyo unauliza kile ambacho unaona ukweli ni nini, anawajibu kwa kutokuwa kujibu. It is here, hii ndiyo ukweli, ndio mimi ndiyo ukweli, mimi ndiyo ukweli. So, wewe leo hii kuna kitu ndani ya roho yako, huwa kila siku inakuuliza ukweli ni nini, lakini unaipuuza tu, inangojea majibu yako, na ningetaka leo hii ujiulize, ukweli ni nini? what is truth? Sijauliza imani ya kweli, sijauliza dini ya kweli, sijauliza ah, ukweli, ile capital T truth, ukweli, capital u ukweli ni nini? Jambo la pili, ukitaka kujua imani kamili hiyo ukweli iko katika dini ambayo unaifuata, hiyo dini hiyo dhehebu inakusaidia kujibu inakusaidia kujibu, ukweli ni nini? Jana ilikuwa Jumapili, tulienda makanisani. Je, baada ya ibada ambayo ulishiriki katika kanisa lenu, dhehebu lenu ilijibu swali hilo alivyohubiri huyo, alijibu swali lako ndani ya moyo wako? Ulipotoka kwenye ibada hiyo, ulikuwa na jawabu ya hiyo swali, ukweli ni nini? Ama uliambiwa tu kuhusu Biblia imeandikwa, imesemwa, sasa tufanye hivi, sasa tumepanga hivi, sasa tutoe sadaka sasa tutoe fungu la kumi. Sasa tufanye hii. Sasa watu wakuje waombewe. Sasa tuimbe, sasa tushangilie, twende. Ilijibu ukweli ni nini, nini? kama dhehebu lenu, kama dini yenu, kama hiyo ibada haijibu swali hilo hmm. Hmm. Sababu ni swali ambalo lazima lijibiwe kila siku. Ukweli ni nini? Leo hii baada ya shughuli zako mchana kutwa, unapoketi kwako nyumbani, je, nimeishi maisha ya kweli? Nyumbani kwangu tangu asubuhi nilipotoka, nimeishi maisha ya kweli? Nilipokuwa kazini, nilipokuwa na wenzangu, tuliongea mambo ya kweli? Nilipata pesa za kweli? Nilionyesha mfano wa ukweli? So ukweli ndio jambo ambalo tunalijibu kila siku ya maisha yetu. Ukweli ni nini? Wewe ukiwa nyumbani, ukiwa safarini, ukiwa kazini, ukiwa ugenini, kwa katika hali zote, wewe ni daktari. Swali la kwanza, je, wewe ni daktari wa kweli? Je, unatibu kwa kweli? Je, umemhudumia mgonjwa huyu kwa kweli? Umempatia dawa ya kweli? Umemwelekeza kwa kweli? Tabasamu yako kwake ilikuwa ya kweli. Kushughulika kwako kwake ilikuwa ya kweli. Wewe ni accountant, ulifanya hesabu ya kweli, ukafanya vyote ulivyofanya kwa ukweli. Kumbuka, it is truth first before justice. Truth first. Kabla ya haki, ukweli kwanza. Ndiyo maana Yesu alisema, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Hakusema mimi ndimi njia, haki na uzima. Mimi ndimi njia, pesa na uzima. Aa, ukweli na uzima. Kuishi maisha ya kweli, kuishi katika ukweli, kufanya mambo ya kweli kushughulika kwa kweli. Ukweli baada ya kufafanua ukweli na kufuata ukweli na kuishi maisha ya kweli, hapo ndipo utaanza kutafuta imani, kanisa, dhehebu, dini lenu likiwa na ukweli kwa kila kitu ndani yake, ikiwa kinasimamia ukweli, kinafafanua ukweli, kinachambua ukweli, kuna inakuleta kwa ukweli kwanza kabla ya chochote. Sasa anza kutafuta imani, anza kutafuta imani katika kanisa hilo, kama hakuna ukweli, hakuna imani. Utaitafuta, you will be broken. Utaisakanya, you will be broken. Utaingojea, you will be broken. Na kuna watu wengi wengi wengi katika dini nyingi nyingi nyingi na dhehebu nyingi zaidi, ambao leo hii ndani yao hawajaridhika, ndani yao kuna kitu bado wanatafuta. Kwa nini? Bado kuna ukweli unakosekana, ama hawajajua ukweli ni nini na wakaitafuta, kwa sababu huwezi ukatafuta kile ambacho ukijui Ati kwa mfuko wako unatafuta kitu kwa mfuko, na haujui ni nini? Unafungua mkoba wako kutafuta kitu ambacho haujui ni nini? Unaenda kwa nyumba, unatafuta kila mahali. Unamtafuta nini? Kuna kitu natafuta. Nini? Sijui. Sasa wewe, aidha utakuwa mpumbavu, utakuwa mjinga, ama utakuwa mwenda wazimu, ama utakuwa mpungukiwa kiasi cha haja. Huwezi ukatafuta kile ambacho haukijui. Kwa hivyo unapoenda kanisani, unapoenda katika dhehebu lako, katika dini yako, kwanza lazima ujue ukweli. Na ni rahisi kusema ukweli ni Mungu. ah -ah. ngoja ukweli ni Mungu ndiyo, lakini ukweli ukweli, eh, useme tu ukweli ni Mungu eh, sijui nini, ukweli ni Biblia. Ah, ah ukweli, kwanza, weka kwanza Mungu kiasi weka maandiko matakatifu kiasi. Ukweli ni nini? Uitafute ukweli huo katika maandiko, utafute ukweli huo katika umungu, utafute ukweli huo kwa dini. Ah, basi sasa utakuwa unatafuta imani. Na msikilizaji, ukweli, uzuri na amani zinapelekana pamoja Palipo na ukweli kuna uzuri na amani. Bila ukweli, hauta hata ujaribu, hautakuwa mzuri. Hata ujaribu, hautapata uzuri na hautapata amani. Wengi tunatafuta amani, Mungu nipe amani. Oh, tunataka amani, kanisa Katoliki tutakiane amani, lakini kama hujui ukweli, itakuwa ni vigumu kutakia na amani. Ukweli ndiyo mwanzo wa kupata uzuri, na uzuri ndiyo haki, uzuri ndiyo haki, goodness and justice. Yes, na ndiyo amani. Without justice there is no peace, but you can't have justice or goodness If you don't know the truth and seek the truth. Hawezi. Msikilizaji tunaomba nini? Tunaomba upendo. Tunaomba huruma. Tunaomba haki. Hatutapata bila kujua ukweli bila kutafuta ukweli. Makanisani mwetu kanisa lenu lisipokuwa na hali niseme kubwa katika ibada yake, asilimia thamanini tisini na zaidi ya ukweli katika mahubiri, nataka nikwambie tu ukweli katika mahubiri huyo ambaye anahubiri asilimia sabini thamanini tisini na mia asipozingatia ukweli, kufafanua ukweli, kuelezea ukweli, kutathmini ukweli, hayo mahubiri ni sarakasi. Pole, lakini hayo mahubiri ni sarakasi. Wengi wetu tunapenda mahubiri ambaye yule mhubiri anatuchekesha, mahubiri ambayo mhubiri anatupatia mifano mingi, moja mbili, sawa. Lakini amepeana mfano huu, tunacheka. Anapea mfano huu, tunashtuka. Anapeana mfano mwingine, okay, ametupatia mifano, okay. and then wengine siku hizi ni kutuambia jinsi walivyosafiri. Nilipokuwa sijui nimeenda south Africa, nilipokuwa sijui nchini Ethiopia, nilipokuwa nimetembelea sehemu ya Baringo, nilipokuwa kule Turukana, Lodwa, siku moja kuna mama fulani, siku moja kulikuwa na mtu fulani. Ndiyo moja katika hali ya kuelezea ukweli ni sawa, lakini zimejaa, tunacheka tunatamaushwa tunashtuka mahubiri yanakwisha where is is the truth there that is storytelling. that is storytelling leo hii mahubiri yamekuwa ni kutupigia stori wengine ni kutufanyia sarakasi wengine ni kuhubiri pesa tutakuja pale. msikilizaji Leo hii kanisa la Mwenyezi Mungu linalia, Preachers, where is the truth? Preachers, why are you not preaching about truth? Tunahubiri story. Tunahubiri mifano tunahubiri mshtuko, tunahubiri sifa, lakini hatuhubiri ukweli. Hatuhubiri ukweli. Nini inafanyika?